Kwa jina naitwa Richard Kayombo ni mzaliwa wa Manyoni. Leo nimefika katika chama chetu ofisi za wilaya ya Manyoni kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya ubunge kwa jimbo la Manyoni ambalo zamani lilikuwa likifahamika kama Manyoni Mashariki. Ninayo ninayo furaha kwa kuwa fomu hiyo nimeshaipokea nimeshaipata na niko tayari kwenda kuijaza ili taratibu nyingine ziweze kuendelea. Nafikiri baada ya kujaza hizo fomu sisi tutakiachia chama ili kiweze kuendelea na mchakato wake wa kuzipitia na kuangalia kile ambacho wao wanahitaji kukiona katika fomu zetu. Kwa hiyo sina mengi zaidi ya hayo, na mimi niseme tu niko tayari kwa ajili ya zoezi zima au mchakato mzima wa kugombea e, ubunge katika jimbo hili la Manyoni. Asante sana.